Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa. Mtu mmoja wa umri wa makamo anazuiliwa na polisi katika eneo la Kinangop kaunti ya Nyandarua baada ya kukiri kumuua mamake mzazi na kumzika nyumbani kwake. Juhudi za kuufukua mwili wa mamake katika kijiji cha Kahuru ziliambulia patupu hapo jana. Elvis Kosgei na taarifa hiyo. Kulikuwa na hali ya taharuki katika kijiji cha Kahuru kaunti ya Nyandarua baada ya polisi kuanzisha shughuli ya kufukua mwili wa mwanamke mmoja anayedaiwa kuuawa na mwanawe kisha kuzikwa kwenye nyumba hii. Hayawi hayawi huwa. Takriban wakazi elfu mbili wa kijiji cha Nyandarua walikusanyika, huku wamejaa na ghadhabu kwa mtuhumiwa anayedaiwa kuwaua wenyeji wanne kisha kufukia miili yao kwenye handaki hii inayodaiwa alijijengea mwenyewe. Vilevile uh, the, the uh, so wakazi hao eneo hili la Kinangop walitaka wakuwa polisi kuendeleza uchunguzi ili ibainike wazi endapo mshukiwa alihusika na mauaji ya wanne hao, kwani walihisi kuchezewa shere kwa muda

Whom were reported I, I understand that the, the sister complained to the security agents in matter was reported. Mbunge wa Kinangop Stephen Kinyanjui amewataka wakuu hao wa usalama wamfanyia uchunguzi mshukiwa huyo amezuiliwa korokoroni, kwani uenda akawa na matatizo ya kiakili watu security, wetu. Wachunge huyo kijana awapatie maneno ya ukweli, na kwanza, kabla hajafanya chochote, ningewauliza wachukue huyo kijana apeleke hospitali, ionekane kama kichwa yake iko timamu ni vigumu sana mtu kusema ameua mama yake kama hajaua. Kwa hivyo anastahili, kabla hawajafanya chochote, kwa ajili wanaweza kuwa amerukwa na akili, anaropokwa tu na maneno. Ningewauliza kwanza wamkimbisha hospitali. Na kwa kuwa asiri ya mtungi aijua, kata baadhi ya wenyeji walisi kuwa huenda mshukiwa amesingiziwa kwa visa hivyo vya mauaji, kwani walimjua ni mtu wa kumcha Mungu. Elvis Kosgey, KTN, leo.